Ndugu zangu niko hapa kumwakilisha mgombea wetu wa urais kupitia chama cha ukombozi wa umma mwalimu Salum Juma, nituma ni waombe CHAUMMA, kwa kutambua mchango na harakati za kupambania taifa hili zilizoachwa na ma ma ma Maalim Seif marehemu, tutaenda ndugu zangu, walipoweka mgombea urais, sisi CHAUMMA tukasema hatutaweka mgombea urais. Tuko tayari kumuunga mkono mgombea wa ACT wa urais, mheshimiwa Othman Masoud, tumpe kutafuta haki ya kweli kwa ajili ya Pemba. Na sisi ndugu zenu kutoka CHAUMMA, tuko kwenye mapambano ya kutafuta haki ya kweli kwa watu wa Pemba. Tunawaomba sana, kwa upande wa urais wa muungano tumemweka Mwalimu Salum Juma rais wetu wa we Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawaomba vile vilevile, kwa nguvu tulionayo Micheweni, wale wenzetu wa ACT ni Chama cha Mapinduzi, siyo vyama vingine vya upinzani. Tunapaswa kuunganisha nguvu ndugu zangu. elfu mbili na kumi na tano sisi kule bara, wakati marehemu Loasa aliingia wakati huo kwenye vyama vya upinzani, tuliunganisha nguvu. Ninaamini bado tuna huo umoja wa vyama vya upinzani ili tuweze kumwondoa adui CCM madarakani.